Kwa majina naitwa Motuli Nkombe, maarufu kama Msukuma Phone and Accessories, ni mfanyabiashara mkongwe kwa jimbo la Njombe mjini. Kwanza mimi nikushukuru sana ndugu yangu kwa kukutana hapa. Kwa sababu leo ni siku ya pekee sana na ni nzuri, kwa sababu ndio muda ambao nimetoka saizi kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba nafasi kwenye Chama changu cha Mapinduzi kwa ajili ya kugombea kwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini. Mimi ni kijana, nina ndoto kubwa sana na malengo makubwa kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, lakini pia natamani kuona kwamba jimbo letu la Njombe tunapiga hatua ya kimaendeleo. Sasa nimekaa na kujitafakari nikajipima, kwa sababu elimu ninayo, nimekuwa ni mzoefu katika shughuli mbali mbalimbali zinazofanyika hapa Njombe mjini sukuma, e, kwa kwa hiyo zimenisukuma kwamba nichukue fomu ili nikawatumikie wananchi, kwa sababu saa hizi ni, ni kipindi cha kuchukua fomu e, na sio kipindi cha kuanza kutoa sera zangu. Nina mambo mengi sana ya kuzungumza na wananchi, lakini kwa sasa hivi naomba nizungumze hayo machache, lakini muda ukifika nitazungumza mambo mengi sana ambayo natamani kwa kushirikiana na wananchi wa jimbo la Njombe tunaweze tukayafanya.